Uh, Kids Talent Academy, mtazamaji wanasema kwamba anti Lulu wakati umefika, pia sisi tujionyeshe, tujionyeshe jionyeshe. Uh, ndio hawa ndio fanaka Kids Talent Academy, kitengo cha bale, lakini naambiwa kuna wale pia wako banjuka, tutaungana nao, lakini kabla tuende kwao, tukutane, tuzungumze kidogo na DJ DJ Lano ndani ya studio. Mambo vipi, DJ? Ongea na hii mic, najua shtan Ehe, mambo vipitaukusmambo elianza <laughs> Yes. Uh, nimeanzia kutoka 2015 mm -hmm. Alafu professionally nikaanza 207 kwa hii nasema yeah. Uko na eh, eh, miaka stuff. Changamoto ambayo wewe kwa hivi sasa ni changamoto za gani? Uh, changamoto tuseme tuseme changamoto labda ni kuongezea kupata biashara mingi. mm -hmm. Tunataka biashara mingi, tunajituma e huko mbele e tuweze kupata biashara mingi mm -hmm. Naweza sema siwezi ita changamoto lakini naweza sema ni kitu naweza penda ikue zaidi mm -hmm. E, na wewe kuja uh, leo nadhani pia ni njia mojawapo pia ya kutafuta biashara si ndio? Na wakati tunazungumza pia ningependa wale Fanaka Kids wale wakubwa kubwa kidogo waingie studio, si ndio? Eh, kidogo namwaingie wakijitayarisha manake naambia bale ilikuwa ni moja lakini watoto wadogo sana tunaweza kuzungumza na wakufunzi wao. Lakini mbali na hao, mbona DJ? Kwa nini unataka kuwa DJ? Uh, kutoka nikuwe mdogo nimekuwa nikipenda mziki sana. uh -huh. Nimekuwa nikisikiza redio sana uh -huh. Na nikapenda mziki sana uh -huh. Eh, uh -huh. So kwa hivyo kuendelea, vile niliendelea kuwa mkubwa uh -huh. Nikaona mambo ya kucheza mziki ndio mambo yangu. Kwani una miaka mingapi? Unasema tangu kitambo nikiwa mdogo n <laughs> naweza onekana no. uh -huh. Mdogo lakini uh -huh. Chumvi nimekula kidogo uh -huh. Si sana lakini uh -huh. Eh, unasemaje? nimekula chumvi kidogo kwa hivi, yeah. Sasa tuwapatie vijana hawa Fanaka yeah. muda wao nah. Alafu na imani kwamba tutakuwa na muda pia wa kuweza kuzungumza baada ya nah. muda usiokuwa mrefu. natumai kwamba mmeweza kujipanga na wakufunzi wake nam tuanze kabisa okay. Eight.

Kameshika kameshika kangoma kameshika, tukaliane tunapenda ku dance, ndo nimetoa ngoma, wasito wa dance, si hata mbinguni tunaenda tu ku dance. So wacha story wewe, amka leo tu dance, nina kona swali, Yesu ndio jibu, sikiza gospel ndio itakutibu, haina burugu taratibu, itaka madei haina maaibu. Kameshika kama ngoma za munishi, vitu safi hatu

kwamba ngoma imeisha au? Ama kuna nyingine? Aha, naambiwa kwamba imeisha, labda tuweze kupata mkufunzi wao. Mkufunzi wao, labda pita nyuma ya kamera tafadhali, pita mbele ya kamera akta. <laughs> Mtazamaji, ndio hao Fanaka Kids Academy. Mnasema hii ndio ngoma pekee yake wameweza kucheza. Ehe, hey, hey, naomba uh, tu, tuwasiliane na DJ tukimaliza hapa twende street kwa kukaribia okay, kidogo na, na mambo vipi? Uko oh, na mic. Uh -huh. Uko poa? Kabisa, nashukuru. Nashukuru, tuelezee kuhusu Fanaka Kids, oh, Fanaka Kids Academy mm -hmm. Tulianzisha mwaka jana uh -huh. The reason why tulianzisha Fanaka Kids ni kana kwamba tulikuwa tunaona wakati wa likizo uh -huh. Wanafunzi wanakaa nyumbani uh -huh. na in hali wako na talent. alen uh -huh. Tukaona tunaweza kukuza talenta zao tunafanya sign language. Tunafanya public speaking, tunafanya modern dance na ballet heri na wale wadogo pia. Hey, na pia tunafanya mentorship pia hey. Hey, wakati mwingine pia tunatembelea nyumba za wasiojiweza uh, kama this, uh, this Christmas time tuko na place tunaenda kuwatembelea for Christmas sharing together. So unasema wa Christmas wataenda nyumbani. Ah, tutafanya nini? Christmas come early. Christmas comes early. Aha. Na mdogo kabisa ana miaka mingapi? Mdogo ako na miaka tatu. Ehe. Na mkubwa kabisa kwana miaka kumi na tano. Na imekuaje mkasema sasa tuanze bale? Ni kitu ambayo watoto wanachagua, ukisema kwamba si tunataka kucheza bale ama wacheze hii ngoma ambao wameweza kucheza kwa hivi sasa, unampatia mtoto mwenyewe option ya yeah, wanapokuja katika, tunapo, ni, tunapo register katika klabu, huwa tunauliza kama wanataka modern dance ama ballet dance. Mm -hmm. Lakini tunaona wale wadogo kabisa mm, wanapenda kudance ballet kuwa ma princess, eh, wanapenda kuwa hapa princess eh. mm -hmm. Kuwa ma princess kabisa. na kwa mzazi ambaye angesema kwamba anataka kujiunga na Fanaka mm -hmm. anafanya aje? Uh, tunapatana pale kanisani Holy Innocent Stasia Catholic. mm -hmm. Watu tunakutana kila Jumamosi mm -hmm. wakati shule uh, zimefunguliwa, mm -hmm. na wakati wa likizo tunakutana on Tuesdays na Thursday mm -hmm. mara mbili kwa wiki. mm -hmm. Mm -hmm. So mnaifanya tu ku have fun, ku maliza kupitisha pitisha muda ama? mm -hmm. Mnaifanya kwamba siku nyingine mwite uko ma concerts yeah, na pia tunakunza talent mm -hmm. eh, being that wengine wao wako na talent ya ku dance na pia sign language na sign language na pia public speaker. Nani uko na power sign language? Anji Anji rich ways, Anji Anji and also yeah, Anji, kuja Anji. Nataka sasa hivi atufanyie sign language tukiongea hapa. Is that possible? Uh, not really but because we have another team ili kwa India atungeingia sisi wote. That's the biggest group for the sign language. So nasema Anji amesema kwamba yeye anataka kujifunza sign language. Aje mtoto mdogo kama yeye. Atuko na mwalimu anafunza sign language. Ambao tuko na group nyingine, tuko na group kubwa by the way. Ni vingi tumefungwa kule nje. Sasa kuna group ya. Umefungiwa nje? Tuko wengi. Aki mefanya vibaya. Tuko wengi <laughs> Uh -huh. Sana saa the bigger group ya, ya public speaking na, uh -huh. Na sign language wako watungeweza kukuja, lakini next time maybe tutapanga tukuje na wao peke yao. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -oh, mbona Angel itaka sign language? Si kitu ambayo mtoto mdogo naweza fikiria kitu kai. Ama naweza kujiongelelea. Angel naweza jielezea. Oh, rel really? So you just like doing it? Okay, stuff. Good stuff. Anasema kwamba mamake anamfundisha sana mm -hmm. Na mamake anafanya sana mamake ni mtu. Haya, kwa hivi sasa nimpishe DJ. DJ, tuko tayari na mziki wa pili tuache group hii ya Fanaka Kids kwa yote ambaye penda kujiunga naye ameweza kusema, lakini jina si kulipata vizuri, lakini tutarudi tena tuzungumze baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa hivi sasa tubanjuke tu, thank you mami

Sasa mtazamaji, turuhusu tupumzike kidogo, na baada ya muda usiokuwa mrefu utarudi na mengi zaidi. Naona pia watoto wa bale pia wako tayari, tucheze tena mara ya mwisho kabla tujikunje jamvi la sema na Citizen siku hii ya Ijumaa.